Apote. Apote, yani fly imepitiliza mpaka najiona, najisikia raha. Kwa kweli, bwana mimi namshukuru sana Mwenyezi Mungu, Mungu wa rehema ametuwezesha wana Simba na washukuru sana wachezaji wangu Tekeliko Bench na viongozi wangu kwa ujumla, namshukuru sana mwekezaji wetu Slogan yetu Wabe Wele amefanya kazi yake. Wana Simba tuna enjoy, wana Simba tumefly. Walikuwa wanatamba. Tuna medali, tuna medali. Na mimi ninayo hii hapa medali hii hapa hii. Waambie na mimi medali ninayo. Hapa umeona hii, umeshajipa ume, ume ume mwenyewe. Tunabakia tunasubiri kombe, tunalileta kombe, tunalileta kombe. Mechi bado lakini kombe linakuja tarehe 25 ta mwezi wa tano, kwa kudura zake Mwenyezi Mungu tutalinyanyua. Mama yetu hana baya, kashaweka tayari bonus pale milioni ha kwa goli moja, unategemea nini? Tutajipanga vizuri, wana Simba soganetu, uko pale pale sister Ukitaka kujua mumamakali wewe kalia kichwa. Huyo ni Pasi Milioni eh? Shabiki nguli kabisa wa Simba Sports Club akiwa anacheza aina yake ya ngoma katika furaha kubwa kabisa. Yupo hapa airport kwa ajili ya kuipokea timu yake pendwa kabisa ya ya Simba Sports Club. Pasi Milioni. Ebu, ebu niambie nye mnasemaje, mna kikosi kipana, si tuko tunafikiria kwamba tutawakuta n pia wengine ambao wanaendelea kuwakilisha nyinyi. Ah, swala hili gumu sana kwa ajili ya nini? yn yani, hili si tuko tunawakilisha Afrika Mashariki na kati kwa ujumla timu yetu, tuchukulie kwamba soko hichi kinachofanyika yote anayepangwanafanya kazi tulikuwa tuna majukumu ya mama mama majukumu ya kitaifa kuwakilisha bendera yetu ya Tanzania. wewe mwenyewe nafikiri umeona goli moja milioni ishirini Aya, kule Zanzibar goli moja milioni ngapi anaifunga, si muungano? Ah, ndio hicho. Tofauti ndio hiyo, na sisi si mabingwa tetezi wa muungano. Ikiwezekana nafikiri timu inaingia leo, kama kuna uwezekano basi, kesho tuanze sisi ratiba ya muungano, mbona tuko tayari tu. Tunapiga muungano basi, tunapeleka pale kikosi na kinapiga mpira kama kawaida. Aya bwana, basi milioni, ongeeni sana tunamshukuru Mungu wakati tunaendelea kupanda ndege Terminal 3, tu ataendelea kupanda matembele huyo. <laughs> Alikuwa ni Pasimillioni ambaye anawaambia kama wakati wenyewe wanapanda ndege wenzao, eh, wataendelea kupanda matembele ni Terminal three ambapo tunawasubiria Simba Sports clubu eh, wako njiani wanarudi wakitokea South Africa, sehemu ambayo walikuwa wana mchezo wao wa marudiano dhidi ya Stellenbosch ambao wamecheza nao na kutoka na ushindi wa goli moja lile lile lilotokana nalo kule Zanzibar.